Yo, mshikaji wako Umbea Media TV. E, tumerudi tena na hizi habari za huyu Nicole. E, nadhani nyote mnamjua Nicole Berry. E, mwanadada fulani e, wanaitwa socialite hawa ni madada ambao hawajihusishi na kazi yote, lakini ukiingia mtandaoni e, wao ndio kusema, yani wao ndo wana hit sana pale mtandaoni, lakini nje nje hawana biashara zozote. Sasa ndo huyu Nicole Berry. Nadhani wewe unamfahamu kama mfahamu, basi picha zake nimeweza kukwekea hapo. Hizo picha ambazo naziona zinapita upande wa kulia, upande wa kushoto, zinaenda juu, zinarudi chini, zote ni za Nicole Berry, na ni dada mmoja ambaye amejaliwa mashallah, amejaliwa mzigo eh, mambo ya Konde Boy haya, lakini kwa sasa Konde Boy aliweza kuyaacha. Ayaa eh, amejaliwa yani mfla, ni demu fulani ambaye amejazia ah, ah, kifua na pia amejazia makalio. Nadhani wewe mwenyewe unamuona, mtazamaji. Tusimalize utamu. Sasa kuna ishu fulani ambao huyu, oh, huyu ah, ah, e, eh, eh, anataka kukushikia mapanga, tapeli kwa mtandao. Ee, anakudanganya hivi, anakwambia fanya hivi, ukishafanya hivi pesa yako inaenda. Ana hivyo ndio haku, hautamlaumu na yeye mwenyewe anakublock. Ee bwana, nadhani umesikia tetesi zake, lakini nakwenda kukueleza full story kuanzia mwanzo paka mwisho, story yote ambayo huyu ni Colberry ameweza kuifanya mpaka sasa. Ana trend yeye na utapeli wake ee, na pia itakuwa ni funzo kwa wote watu wote e, kwa yeye na kwa wengine e. Bwana azidi kusubscribe kabla hatujaendelea, usilai usahau ku like na kushare ku view pia na comment. Sasa twende mm-hmm, kwenye hoja yenyewe, ni kuwa huyu huyu Nicole Berry, mtazamaji, hana biashara yote hapa mjini. Unajua mtazamaji, ikiwa wewe uh, wewe una biashara itangaze biashara yako tuijue, ndio kesho ukiwa uki unapata hela, watu wanajua chanzo cha, cha pesa ya zako. Lakini kama wewe tunakuona mtandaoni tu na magari makali, lakini hatujui chanzo cha pesa siku eh, ukishika ukionyesha watu pesa zako, watu wataanza ah, kukushuku na mambo mengi ambayo kwa mfano, mfano kama Hamisa Mobeto kwamba tunamwona yuko na duka lake ambalo linajulikana kama vile Mobeto Styles anauza manguo na vipodozi. Tunamwona tu mtandaoni lakini pia ye, tunajua, yuko na, e, na kwa hivyo tunajua Uh, chanzo cha vipato vyake, lakini huyu ni Nicole Berry mtazamaji, nikupe wewe tu mfano, ni comment hapo kama unajua chanzo cha hela zake. Tunamwona tu mtandaoni, anapati magari makali lakini anakwenda Dubai, lakini hatujui hela zile anazitoa wapi. Kumbe ni tapeli, najua utabisha, lakini nakwenda kuelezea kwa sababu gani ni tapeli. Ee bwana huyu ana, a, alianzisha mchezo fulani hivi akasema kwamba huu mchezo so, ukiucheza kutokana na umaarufu wake alionao, akaweza kuwashawisha, kaambia huu mchezo eh, una, una, ni kama vile kubet, una, unawekeza pesa, afu, unasubiri, unaweza ukapata ama ukakosa. Eh, kama vile ambavyo kuna uh, Wasafi bet kuna Uh, na hii ya Harmonize inaitwaje? Hii nimesahau yani kiasi, lakini pia ni mambo na betting, na yeye pia kazi yake si ya kubeti, lakini ni kimchezo fulani hapo ambao unaekeza pesa, alafu baadaye unasubiria matokeo, unaweza ukaliwa ama ukala. Sasa, baada ya kufanya hivi huyu Nicolberry E, watu wakawa wanataka wa, wa kucheza ule mchezo ili waweze kufaidika, lakini akijaribu wa kwanza anapata pesa, zinaliwa tu, wa pili hivyo hivyo. Yani wamefikia watu kama mia, hakuna hata mtu mmoja aliyeshinda. Mtazamaji mtazamaji, hata kama ni wewe, unajua mkibeti betting, betting betting, beti, watu kama mia, lazima wawili ama watano, yani hata kama kienda kidogo sana karibia watu kumi, kuna wenye watashinda hapo kama mmebeti watu mia watu kumi lazima washinde. Lakini sasa hii yake watu karibia mia mia mbili wote wameshindwa na pesa zake na pesa zote e, zimerudi kwake. Sasa watu wakawa wanajiuliza, ah, ni sababu gani? Mbona hata hatuoni eh, huu mchezo ukifaidisha watu? Ni pesa zetu tu ndio ambazo zinaenda. Sasa maneno akawa ni mengi, alafu kila alipopigiwa simu huyu Nicole Berry alikuwa na wablok kimpigia simu, kimpigia simu. Sasa, wananchi wakakasirika. E, waliokuwa wamesign kwenye ule mchezo wakakasirika wakasema kwamba huyu mama atakuwa ni tapeli. Wakaenda kumreport kwa polisi. Wakaenda kupiga ripoti kwa, kwa polisi na baada ya kugunduliwa kitendo hichi ni cha kweli, e, Nicole Berry akakamatwa. E, Nicole akakamatwa na sasa hivi Uh, yupo gerezani kabisa. Uh, kesi bado inaendelea na, um, mambo bado yapo moto. Huyu Nicolberry ataeleza ni kwa nini anatapeli watu. Uh, ndio maana ulikuwa ukimsikia anakuambia, ho, mimi ninavaa saa ya milioni nane. Uh, alafu nauza vikombe uh, vya milioni moja moja, mtazamaji. Hata kikombe mtazamaji anakiuza milioni moja. Uh, kumbe pesa hizi zote alikuwa ni pesa za kutapeli watu tu eh, huyu Nicole. Lakini leo hakuna mwanzo usio na mwisho, leo umefikia mwisho wake na mpaka sasa yuko kituoni mwa polisi, anaeleza maelezo ni kwa nini aliwatapeli watu, na ah, kesi bado inaendelea. Nitazidi kukujuza ah, kwenye channel hii ya Umbea Media TV kama kunaendaje kuhusiana na swala la huyu Nicole Berry. E, kuwatapeli watu mtazamaji, nadhani pia umejifunza kwa sio kila mtu mtandaoni tu anakuambia ujiunge utapata pesa, jiunge utapata pesa e bwana. E, wengine ni matapeli kama huyu dada wetu e, Nicole Berry, alafu inaendana matapeli <coughs> Nicole Berry yani kama vile e, michano fulani vile bwana, azidi kusubscribe.